Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nadhani yeah, niliyesimama nimeshatambulishwa na mwenyekiti, lakini na mimi nichukue nafasi hii kujitambulisha. Naitwa Mwalimu Onesmo Madison Mnkondya Adu, au Ndinzite, mtoto wenu. Mimi ndiye mbunge wa jimbo hili. Niweze kuwapa pole sana familia ya Kinambugi, niwape pole sana watumishi wa Mungu, wachungaji wangu poleni sana kwa kufiwa na mshirika wenu poleni sana lakini wape pole baba zangu ambao mko hapa, baba zangu poleni sana sana sana, poleni sana mama zangu na vijana wenzangu, nawapa pole sana lakini ipe pole serikali ya kijiji, serikali ya kitongoji na wote ambao wamefika hapa. Wote tumeguswa na msiba huu wa mama yetu, wote ni wafiwa mama yetu wameondoka, wakina mbunge wameondoka, Mkondya amefiwa wa mbunge wa jimbo la Mbozi amefiwa. Tunajipa pole sana, na mimi hapa nipo simama nimfiwa kwa kweli, lakini jana, kama alivyosema mwenyekiti, tulikuwa na uzinduzi wa gari la kuisaidia jamii. Niliapa tarehe ngapi? Tarehe kumi na tatu mwezi uliopita. Jana ilikuwa tarehe saba siku ishirini na nne ahadi zile ambazo niliziahidi kwa wananchi niliona nianze kuzitekeleza mapema kabisa, na zianze kufanya huduma kwa wananchi wangu. Sipendi kuona wananchi wangu wanapata shida, na haya magari ambayo nimezindua jana mawili ni kwa ajili ya kuisaidia jamii, na nilipozindua jana niliyatoa kwa ajili ya msiba huu, na moja ndilo hilo, nimeleta mwili wa mama yetu naliona hapo Gari letu hilo tumenua milioni hamsini na mbili, na hili litafanya kazi kata zote. Inawezekana wengine leo wamekosa huduma, lakini wakina mbunge wamepata huduma, tuendelee kuvumiliana. Wewe kikoso silamiko kama mbona mimi nimekosa, ujue wengine wamekosa, wamepata. Lakini pia tunao gari la kutuletea vyombo vya muziki na lenyewe limepaki kule, achana na hili ambalo wenzetu wametusaidia. Pia kwa hivi vyombo ambavyo vimefungwa hapa, mbunge niagiza vifungwe kwa ajili ya faraja hapa. kama mbunge nitaendelea kulia na wanaolia, nitaendelea kucheka na wanaocheka. Naombeni mniunge mkono, na kama wenyekiti alivyosema, hatutarajii Mbozi kusikia sehemu yoyote kuna mtu ameandamana. Wa eti wachungaji, mko tayari? Baba zangu huko, mko tayari? Nimeona baba zangu wengi wametoka Mloo, na jana nimeomba wana wanaMloo kwamba naombeni sana, hili lisijitokeze. Sio desturi yetu wana Mbozi sio desturi yetu wanamloo, na mbunge wenu nimeingia kazini toka nirudi, nikuta mbolea inauzwa laki moja hapa. Tumekaa na mawakala wetu wanaagiza mbolea vizuri, nami nawapongeza mawakala wetu, mbolea inapatikana kwa shilingi sabini na sita. Hapo vipi sasa unaandamana kwa sababu ya nini? Nami nitahakikisha maendeleo Mbozi yanapatikana. Sasa ukiandamana, manake mpendi mkonja, ili kwani unipende eh? Lakini mwisho, nisiwa na mambo mengi sana, yako mambo mengi, mimi hapa nimefiwa. Nichukue nafasi hii kuwashukuru Wanambozi, kuwashukuru baba zangu na mama zangu, kuwashukuru wachungaji na vijana wenzangu wote, watumishi wa Mungu, nimeshasema kwa kunipa kura nyingi za ndiyo. Kwa kunichagua mtoto wenu mimi, niombe nipiga magoti kwa kuwashukuru, na shukuruni sana sana. Niseme nitakuwa tayari kuwatumikia na mimi ndio kazi niliyoomba kuwatumikia. Ofisi yangu inafikika, mbunge wenu nitafikika na hapa niko na katibu msaidizi, naomba, njoo mama. Kwa kufahamu wakina mama hapa wanaweza kawa na shida kutafuta. Ninaye katibu ambaye anakuja hapa na atakuja na na, na bahasha kuna familia ambayo huwa anaiongoza kwa ajili ya faraja. Kuna mwana familia amefiwa hapa. Kwa yakija atasimama katibu, lakini huyu ni makamu katibu. Wakina mama. Huyu hapa. Kwa mkiwa na jambo, mkiona mimi sijapatikana, mpigie huyu hapa. Na muda sio mrefu tunategemea serikali kitupa ofisi basi nitawatangazia wanambozi ofisi inapatikana wapi ili mfike kwenye ofisi ya mbunge. Mungu awabariki sana. Naomba tuendelee na taratibu zinazoendelea. Ni kushukuru mwenyekiti kwa nafasi hili, basi nisivute muda sana.